Vio vikuu mikoa zaidi ya kumi na ilikuwa haina kapasi ya aina yoyote ya chuo kikuu. Maelekezo ya Raisi Mweshimiwa Dr. Samia Sulu Hasan, karibia trilioni moja zimetengwa kujenga kapasi ya vyuo vikuu au taasisi ya elimu ya juu katika mikoa tataja michache hapa, Tanga Makofi. amna amna, watu wa Tanga, uk mzumba wanajenga tana. Lindi, University of Dar es Salaam wanajenga Lindi. Kwa ndugu zangu wa Kagera wanaothamini elimu na kuitukuza, Kagera, University of Dar es Salaam wanajenga kampasi Kigoma. Muhimbili university wanajenga kampasi kule Rukwa. Mbeya University of Technology wanajenga kampasi kule Njombe. Dodoma University wanajenga kampasi kule, mikoa yote. Kwenye sekta ya michezo, Mheshimiwa mgeni rasmi ameanza kwanza kitambua kutengeneza miundombinu ambayo itawasaidia vijana kuweza kutokushindwa kufanya kazi hiyo. Ukiacha ahadi yake ya kujenga sports arena pale Dodoma, na ambapo tayari mwaka wa fedha kwenye budget imekwisha kupangwa tayari uwanja wa Dodoma unajengwa, tayari wamekisha kuanza kujenga majengo pale katika uwanja wa Dodoma eneo la Zuguni, na fedha zimekwisha kuwekwa. Na uwanja wa Uhuru amefanya ukarabati, amefanya ukarabati uwanja wa Mkapa, na uvizo zote ni kuongeza kapasiti na maeneo ya michezo ambayo itawasaidia vijana wetu ambao wanaweza kujiajiri kupitia vipaji vyao. Lakini stoshe, mheshimiwa mgeni rasmi anajenga, mheshimiwa rais uwanja mkubwa wa michezo Pari Arusha ambao utakuwa na uwezo wa kuchukua watu 1032 na tayari ujenzi huo umekusha kwanza, na mnaona kwenye vyombo vya habari kazi hiyo imekusha kuendelea na inafanyika hivi tunavyosema. Leo tunazungumza, kuna mradi mkubwa unafanyika hapa Morogoro, mradi wa bwawa la Kidunda. Dr. Samia Sulu Hassan ameweka shilingi bilioni 336 kwa ajili ya kuhakikisha mradi wa bwawa la Kidunda unakamilika. Faida za mradi wa bwawa la Kidunda itakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji lita milioni 190, na itakuwa na uwezo wa kutiririsha maji kipindi cha kiangazi lita milioni mbili, kwa maana ya mwezi Septemba, Oktoba na Novemba. nani kama Dokta Samia <tutu> bwawa hili la Kidunda, wanufaika wakubwa ndi Morogoro, Pwani na Dar es Salaam. Ile shida na adha ya maji itakuwa historia kwenye nchi yetu, kwamba sisi chama chetu chama cha Mapinduzi ni chama, e chama kinachohubiri umoja sisi chama chetu chama cha Mapinduzi ni chama kinachohubiri mshikamano. Sisi chama chetu chama cha Mapinduzi ndiyo chama kinachohubiri amani katika taifa letu. Nayasema haya kwa sababu nimeviona baadhi ya vyama hapa Tanzania vikiwa vinajaribu kuhamasisha vurugu, vikiwa vinahamasisha uvunjifu wa amani vikiwa vinajaribu kuhamasisha umoja na mshikamano wetu uweze kufutika ndani ya taifa letu, na wameenda mbali. Wengine wanatugawa kimakabila, wengine wanatugawa kikanda, ama. Naogopa nasema uongo, lakini kama mtakumbuka vizuri, vitu hivi ambavyo ni amani umoja na mshikamano ndivyo vilioleta hapa uhuru na mapinduzi matukufu ya kule Zanzibar.